Viongozi wa dini nchini kuzidisha maombi kwa nchi katika kipindi hiki cha kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu. Rais Kikwete amesema hayo katika hafla ya kufuturisha, ikiwa ni moja ya fursa ya kuaga wananchi katika kuelekea ukingoni mwa uongozi wake wa miaka kumi. Mwandishi wetu Grace Kingalame Kihampa anasimulia zaidi. Maalumu ikiwa ni ya mwisho katika uongozi wa Rais Jakaya Kikwete alioandalia watu mbalimbali ikiwa ni pamoja na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Dar es Salaam chini ya shekhe wa mkoa huo Alhadi Musa Salum. kubwa likawa ni Rais Kikwete kuwasihi viongozi wa dini kuongeza juhudi katika kufanya maombi ya kuiombea nchi ya amani katika mchakato wa uchaguzi michakato pia, Rais Kikwete akawataka waliotia nia ili wateuliwa na Chama cha Mapinduzi kuwa wagombea urais wakubaliane na matokeo

Kwa upande wake kaimu Mufti wa Tanzania Shekh Abubakari Zuberi, licha ya kuwataka Watanzania kuiombea amani nchi, lakini pia amewataka kumwombea rais ajaye awe bora na mzalendo na sisi.